Fresh Fresh mambo. Safi, baada ya uzima. Fresh kabisa. Ushinda magoli mawili, uh, mkiwa nyumbani. Uh, imewapa picha gani kuelekea inayofuata? Ah, nadhani tumshukuru Mungu kwanza mechi imeisha salama na tumefanikiwa kupata ushindi wa magoli mawili. Ah, nadhani ilikuwa ni mechi ya kuja kukamilisha ratiba kwa sababu nadhani mpira ulikuwa umeishia Angola. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kilichopatikana leo. Haya, tunaelekea Mbeya kwenye Premier League. Sawa, so, eh, performance ya timu eh, kipindi cha kwanza amna matokeo, lakini kumekuwa na kelele kuhusiana na kocha, timu haichezi vizuri. Nyinyi kama viongozi, ujumbe huu unawafikia na mnampa support gani mwalimu? Sisi kama viongozi, tunaendelea kumuunga mkono mwalimu, tunaendelea kumuunga mkono mwalimu. Mimi nadhani niwaambie tu wapenzi na mashabiki, kila mmoja atimize wajibu wake. Shabiki aje uwanjani kuja kuisapoti timu, sisi viongozi tutaendelea kufanya kazi zetu kwa ajili ya kuendelea kuiweka sawa timu walimu na benchi lao la ufundi nao kazi yao ni kuiandaa timu icheze mpira kwayo. Kwa hiyo tusiingiliane kwenye majukumu, kila mmoja atende kazi yake fresh, lakini mwisho wa siku kama hali itakuwa mbaya, tunaweza, tunaweza jua nini kinaweza kikatokea. Kipindi cha kwanza comment zimekuwa nyingi sana kwa mashabiki wanamlaumu coach, e, kwamba hajafanya vizuri mpira inachezwa ovyo ovyo, lakini cha pili kinaweza kuleta mabadiliko. Una nini kusema kuhusu hili? Desi... narudia pale pale ni kwamba mbibina, mimi binafsi kama kiongozi wa klabu naendelea kumsapoti mwalimu kutokana na kazi yake anayoifanya nadhani tuendelee kumpa muda afanye kazi yake vizuri, naamini tutaweza tukakaa sawa. Ah, sidhani kama kuna pressure, kwa sababu sasa hivi nadhani e, mwalimu ndo anaendelea kukaa na, na wachezaji na timu yake ikiwa imekamilika, tofauti na pre-season ilivyokuwa, maana timu ilikuwa iko nusunusu. Kwa hiyo nadhani hebu tuendelee kumvumilia tumpe nafasi mwalimu aendelee kufanya kazi yake. Ya mwisho, asante. Kama viongozi mmebeba maono gani ya Young Africans msimu huu? Sorry? Kama viongozi mmebeba hmm, Young Africans msimu huu maono gani kimataifa na kitaifa? Yanga bingwa. Asante sana.